Subscriber hamjambo, natumai mko fresh, mko wazima alhamdulillah. Tashukuru kwa wale wame subscribe, nasema asanteni sana kwa kusubscribe. Nimefikisha subscribers kufikia sasa ni 891. Hao ni watu wangu, naona mnaendelea kunipa nguvu. Unajua njia moja ya kunisaidia kuiboresha hii channel ambayo kwamba najaribu kuikuza kurekebisha hapa na pale, ikiwemo kuja kuweka video, video za matukio ama ya habari mbalimbali duniani, ni kunisaidia kwa kusubscribe, na wapenda sana kwa wale wanaotuma ujumbe pia, naona nashukuru na wala wanafuatilia vile vile, nashukuru asanteni enzi subscriber. Israel walipo sukuma walipo walipo na Marekani waliposukuma, ama walipopendekeza ama walipoweka mkataba kati yao na Hamas, walikuwa na njama moja, walikuwa na mwongozo moja muongozi wenyewe ama njama hiyo ni kutoa Hamas, kuwatoa wale waliotekwa wa Israeli kule Gaza. Naona pili, walikuwa na mpango ya kunyakua Gaza, ambao kwamba hiyo mpango bado ipo ya kuichukua Gaza, hiyo mpango bado ipo. Tatu ni wakuwatokomeza Hamas. Nne ni kuwaondoa Wapalestina pale. Tano ni kuvunja yale ma hiyo inaitwaje, pango ama ama inaitwaje, hiyo zile mashimo ambayo wamejificha mahandaki. Sita ni kuongoza, yaani ku, kulegaza wa, wawe ni marekani na na uingereza na, na, na, na waisraeli waiongoza watengeze kamati ya kuiongoza pale na kufanya biashara na vitu kama hivyo, lakini mimi siwezi kwenda kwa hiyo yote, sitaki niingilie yoyote mmoja. Ni ile ambayo kwamba nataka nizungumzie ambayo kwamba ninaona ujanja yao imefika kikomo, ni ile kutaka Hamas ama kutaka kurudi kupiga Hamas ama kupiga wananchi wa Gaza ikiwa Hamas hawatatekeleza jambo moja ambao kwamba walikuwa wamewekewa Hamas mtego, jambo hilo ni ni kusalimisha mili za wale Waisraeli waliouawa wa <laughs> mili zao wa zote, na walijua mahali Hamas watashindwa ni ku hamasi ile kupata ile mahali ambapo kwamba hawa watu wa Israeli walifukiwa ama walizikwa, kwa sababu Israeli ilikuwa imetupa mabomu, imeporomosha manyumba, imefanya nini, vifusi viko vingi. Sasa itakuwa hakuna hakuna mahali ambapo kwamba wanaweza kuona ama kujua kugundua, hapa ndo tumeeka hii hapa kuweka hii ama hapa ndo kuna mahali fulani ilikuwa hapa mahali fulani eh. na Hamas watakuwa hawana vifaa vya kuchimba <laughs> ili kuwafukua sasa. Wakishindwa basi, itakuwa ni pigo tena, itaanza na itakuwa ni balaa. Lakini kuna kitu umetokea yeah? Hamas waliposema hawana vifaa specialist vya kuch kuchimba ama vya kuchimbua, matrakta eh? machine yeah? za kutafuta hizo mili Misri na Uturuki walisema hiyo ujanja ya Israeli na Marekani tumeijua sisi, tutaenda kutapeleka mashini eh? Sisi Waturuki na Wamisri tutapeleka mashini na sisi tutaenda tuma watu wetu kula wasaidie <laughs> Hamas ili kutafuta ku, ama ku, ku, kufanya nini kuchimba na ku... <laughs> hivi tunavyoongea matingatinga yeah? mamia ya matingatinga na, na matrakta na mavifaa zimepelekwa na u, u, Waturuki, jeshi la Waturuki na, na, na wa Misri yeah. Matingatinga makubwa kubwa, unajua pale Misri kuna, kuna kampuni moja ya jeshi inaitwa Arab Contractors Hawa wanajeshi huwa wanafanya mambo ya kujenga mabarabara nini, na ndio wanapata pesa, wanatengeza mabarabara na nyumba za raia na vitu kama, yuko Misri na duniani nzima, wanaitwa Arab Contractors na wengine Waturuki pia nao wako, kwa hiyo mpangilio ha? Waturuki na wa Misri wameingia kule na matrakta, wameanza kutoa vifusi na nini? <laughs> Hawakuingia kwa upande wa, wa, wa, wa, wa Israeli kule. Wameingia kwa upande wa hapo yeah? Kwa dini Rafa hm? Upande wa wa Misri mpaka ya Misri ndo ameingilia hapo na, na, na, na Gaza wameingia huko, sahizi wako kule busy kabisa. <laughs> Kumbuka, Waisraeli walikuwa nafikiri pengine Hamas watatokea waanze kuchimbachimba, ndo waanze kuangalia watu wako wapi na nini, wapige mabomu, lakini sasa Wamisri wameingia kule na Waturuki wameingia ile kule, bala kazi wanafanya kule, balaa tupu. Kazi inachapwa, barabara inanyoroshwa kabisa, vifusi zinatolewa kabisa, mambo yamepamba moto <laughs> wamewakomesha kabisa Waisraeli Izrael. Wa Israeli amesema sisi yeah? sisi tuliwapa ruhusa ikisingiziwa <laughs> wamesema tuwamewapatia ruhusa wafanye hiyo yeah? E, Waturuki na Wamisri wamesema mkithubutu kutuchapa mta, mtaona cha mtamakuni. Wa Wamisri na Waturuki wamwambia Waisraeli mkithubutu eh, kutugusa tukiwa huko tukifanya hiyo kazi ya kuondoa hiyo mavifusi na tutafuta ile mili na tushughulike na, wanapoendelea kufanya hivyo kutoa vifusi Eh, kundi lingine linaendelea kutengeza manyumba. Kuna kundi lingine linaendelea kutengeza mahospitali, ingine inaendelea ma, mashule ma, ma, ma nini, vyakula vimeingizwa huko eh. Nakwambia sasa, hapo mimi ninaona ile njama ya Marekani na Israeli kuichukua hapa ama kuondoa itakuwa ni ngumu kwa sababu tayari vile tunavyoongea mpenzi subscriber, ni Hamas wale. Vile walivyofikiri Hamasi wamemalizwa wame, kumbe ndio, bado ndio wameongeza. Inakadiriwa kwa zaidi ya elfu ishirini na hmm, wanamgambo wa Hamas na wanamgambo hawa ndi wale ambao kwamba ni hatar, wanawatafuta wale wale, inasemekana wale wale ambao kwamba Maajenti ya Waisraeli wanaitwa wanafiki eh? eh? ambao walikuwa wasaidia Waisraeli kule, kuna baadhi ya wa Wagaza fulani walikuwa wakitumika eh? Eh? Sasa wanasakwa kabisa, wanaitwa Alshabab, si wale Alshabab wa Somalia eh? Sasa wanatafuta wanaambiwa wajisalimishe mara moja, la sivyo wataona cha mtamakuni eh? Inasemekana Hamasi tayari inathibiti inathibiti eneo la Gaza, ile sehemu ambayo kwamba wako inathibiti yote ile sehemu ambayo kwamba Waisraeli waliondoa. Habari imetoka jana, inasema jeshi la Israeli zinaendelea kusonga nyuma sasa mpaka mpakani, inaendelea kusonga pole pole Ma, na wamesema, wamesema ya kwamba wanafanya hivyo kwa sababu kuna tishio ya Hamas kuwavamia. Umeona sasa, unafikiri Mungu atatoa Hamas pale? Hamas wame vile wamepigwa na Waisraeli na Marekani, unafikiri na, na, wa na, na vile wamepata tabu, unafikiri watawacha tu Gaza hivyo hivyo tu burebure bure tu namna hivi, alafu tena watu fulani fulani fulani waje kutoka nje ambao si waarabu wala nini, waje wawe ndio wanasimamia, wawe tima komiti wawe ndio eh kamati, hao ndio wano, wanasimamia huko Gaza. Mnafikiri wataruhusu, ama jeshi la nchi nyingine pia nae ingie kule? Hatari bin bala anakuambia, hatari bin bala eh? wacha tuone itakuwaje eh wale wahandisi, wahandisi, wahandisi wa Uturuki na wa Misri wako kule Yeah, na wanaendelea, nafikiri nchi zingine za Kiarabu na Kiislamu kama Malaysia, kama Indonesia, kama yeah, nchi zingine ambazo zinaweza pia kusaidia, ambao si za Kiislamu kama Uchina na nchi zingine zinaweza kuingia na zinaweza kusaidia kule. So wacha tuombe mambo yatakwendaje. Nitawaletea habari moto moto. Mimi ni The One Man Army. Kama ume subscribe subscribe, unipe mkono kama umesubscribe, asanteni sana. Kama huja subscribe, asanteni nawaomba tu msubscribe ili munisaidie ili niboroshe hii channel. Na wale ambao wametuma ujumbe asanteni sana, mimi nawapenda sana. Nimefikisha subscribers 891. asanteni sana. Naona napanda tu pole pole, inshallah pole pole ndio mwendo yeah. Mkae hapo hapa nikuelete mambo moto moto moto. Mimi ni The One Man Army TV, jeshi la mtu mmoja hatari bin bala anakuambia si mchezo.